Yeah. Bongo. Oh, zoni yetu iko hai, tunasimulia tunang'ara, zoni yetu ndoto yetu, katika moyo wa bara letu ndoto iliwaka. Federik Makudi aliamka na akamka sauti zilizonyamazishwa, aliwaita akajenga nyumba, zoni yetu sauti ya a Inakuwaje watu wangu wa zoni yetu, leo niko nje ama outside for sure. Yaani mimi ndo nimiko, nimetoka nje, wale wanaowasikia huko waongo. Sasa leo basi niko hapa Kansas City. Na leo nataka niwaonyeshe timu mbili ambazo ni professional. Niko kwenye viwanja vyao na hii ndio parking yao hapa. Naringa ndani ya Kansas City mizuri. Sasa basi kuna timu ya kwanza nataka niiongelee, inaitwa Kansas City Chiefs. Ahii ah, ni timu ambayo inacheza football, ni mabingwa mara tano wa kombe hili la NFL au tunaliita National Football League, mara tano na kwa mara sita mfululizo ah, ni mara tano mfululizo wameweza kwenda kwenye, kwenye Super Bowl, lakini ukaache nisiende nta hapa yote nikisha karibia uwanja sasa. Na upanzi wa pili, huko kuna timu inaitwa Kansas City Royals. Hii ni timu ya baseball, ni timu kubwa sana hapa Marekani na inajulikana sana na ilishinda mara ya mwisho mwaka 2015 kombe hili la baseball la Marekani ambao wanaita ni World Series, kwamba ni kombe la dunia. Mabingwa wote wanaojua kucheza baseball wamecheza na wamekanyaga hiki kiwanja sasa. Basi tuendelee na kupa dondo hizi, ama outside wengine. We, hawako outside, I am outside. Na hapa niko na mabingwa ni mamilionea -ma wenzetu. Wakati games ikiwa zinachezwa bwana, hapa kwenye uwanja hii parking yote na kuaga imejaa, inakuwa imeshiba na hizi parking zina bei yake, sio kwamba parking ni bei ya kawaida hizi unavyozidi kusogea karibia na uwanja, parking inakuwa ina gharimu vibaya mno. Na kama ukiangalia vizuri pale juu, unaweza kuona kuna viti kwa juu pale, vile viti bana. Wakati mechi inachezwa hapa, watu wakikuona wanaweza kukushangilia wakakupenda, utakuta wamekwambia ni Super Bowl Champions. Kombe lao hapa kubwa linaitwa Super Bowl. Kuna timu zinaitwa timu za AFC, ambayo ni American Football League, ah, conference na timu inaitwa na, na timu zinachezea kitu NFC, National Football Conference. Hizo timu bingwa wa NFC anakuja kucheza na bingwa wa AFC, hilo kombe ndio linakuja linaitwa Super Bowl. Kiangalia vizuri, kinaitwa GEHA Field, sio geha, GEHA Field. Kama games zikiwa zinachezwa before kwa Kansas, kuna sheria imewekwa kwamba uwezi ukatailgate kutailgate nikuja hapa unachoma nyama unakula nyama choma unakunywa pombe, lakini baada ya gemu kuanza, kila kitu kinafungwa, hauruhusiwi kuchoma nyama, kunywa pombe nje tena. Na kisa cha kufanya hivyo ni kwamba ilitokea malalamiko uh, ya hapa na pale kwamba kuwa kuna wizi unafanyika gemu ikiwa inachezwa, haswahaswa usiku, watu wanaanza kuiba vitu hapa. Kwa hiyo wamefunga hiyo kitu, gemu ikianza, watu wote ndani ya uwanja. Kama huna tiketi unakipa kwenu, au uh, nakaa nje unasikiliza, una mpira kwenye, kwenye gari lako. Lakini nikwambie kitu kimoja, watu wa Kansas City hapa hii ndio timu ni raha yao, yaani hii ndio Barcelona yao, ndio Madrid yao. Ukichoka ukaongea vibaya, kaka, hayo ni yako, mi wala siwezi kukusaidia. Nimewambia tena, niko outside. Mazingira mmeyapenda au vipi? Hii ndio zoni yetu na zoni yetu ikiamua kuamua, inaamua. Na kama ukiangalia hiki kiwanja utagundua kwamba kina wachezaji wengi, wale ni wachezaji ambao wako sasa hivi kwenye roster, ni masuperstar vile vile, walikuwa kwenye uh, wanaita all star team. Kwa hiyo wanapambwa hapa, wanawekwa vizuri. Mambo napendeza, eh, mnaniambiaje? Jamani, niko nje, siko nje, niko nje, kila mtu amekubali niko nje. Sasa wewe ule bongo, kwa bongo kama unaambia ama outside, niambiwe kwa outside gani bwana. Mimi ndio niko outside na ah ah, watu tunaowaona ni wafanya kazi hapa. Kuna maduka ndani, kuna vile vile uta, kuna ujenzi unaendelea, mabadiliko hapa na pale, kwa sababu wenzetu bwana, wakati snow likija, wanajiandaa kabla snow haijafika, wanatengeneza mazingira ya kupigwa na snow. Snow likisha linaacha kama hivi bwana. Nona paki zile pasuka pasuka lakini wakati by the time snow linaanza kuja hapa hii kitu itakuwa imesha clear. Sasa Zone Yetu mnataka nini kingine? Na tutaingia ndani na si, kuna siku na kuja na kuja kivingine kuna siku nataka niwaleteni siku ya game. Angalia siku ya leo ilivyokuwa tofauti. Siku ya game mtashangaa. Kama timu ya Chiefs inacheza, Kansas City Chiefs. Wakiwa wanacheza hawa bana paki na kuna kuwa kuna helikopter zinavyoweka usalama waandishi wa habari kila sijui nini sijui niambie kipi kingine, lakini zaidi ya wewe njoo ili tukaribie kikiwanja kiwanja na muone kweli niko outside kwa sasa hivi. Bwana, ticket kidogo bei mbaya kwa sababu timu ya Kansas City Royals kwenye kwenye ligi inafanya vizuri, na kwa hiyo watu wanajaa sana hapa. Ukiwa kama wewe unataka kuiangalia hii game, inabidi uje mapema kidogo na se, na ubaya zaidi ni kwamba unakuta watu wengi wakifika hapa, kuna vigezo fulani wanakuwa wamekosa. Unajua unasachiwa hapa kwa hiyo kuna vitu fulani inabidi uwache sasa, so, unakuta yule mtu anasimamisha watu wengi sana anyway, lakini hii ndio sehemu kubwa ya kuingilia kwa watu ambao wanaenda wana, wana kwenye juu ya jukwaa wengine ambao ila kuna sehemu moja nyingine ya kuingilia, hiyo ni kwa watu ambao labda owners wa timu uh, staffu wale ambao wana ngazi za juu wanaingia sehemu hizo, na ndugu wa wachezaji ambao wamepewa tiketi ya season wanaingia sehemu tofauti, wa changamoto ya aina nyingine. Nimewambia tena, zone yetu tuko outside leo jamani. Hii ni Kansas City Missouri, na hii ni Kansas City Royals. Kama wewe ni mpenzi wa baseball, basi usisahau watazama Kansas City Royals, watoto wazuri sana hao. Hii ni zoni yetu, huwezi ukapata mambo kama hayo kama utiuni na zoni yetu. Mwambie na rafiki yako na ndugu yake na wapende wo, wapende, wapendaji wote wale watu wote wanaopenda zoni yetu, kama awajaisikia waeleze kwamba, bwana, ukiingia zoni yetu akiwa outside ni mazuri tu, maduka unaweza ukaona nyuma yangu hapa, na nakwambia tena hii e timu na hiyo ongelea sasa hivi Kansas City Chiefs na huu uwanja alochezea Messi, huu unakuja kuchezewa Kombe la Dunia 2026. Mtaukumbuka kwa kupitia zone yetu, kwa sababu nitakuwa nawapa mawaidha madude makubwa makubwa, mtayapenda wenzetu. Let's go. Sasa basi, nimewaambia leo niko outside, naona na hapa kuna maneno mengi kuhusu Lamar Hunt, mnaweza mtayaona mta, mtaona kwenye clip vile vile, lakini nilikuwa napenda sana niwapelekeni ndani, ila ninyi nikiwapelekeni ndani mtazoea, ila hiyo ni kitu ambayo nataka niwapelekeni ndani wakati game inaendelea ili muone tofauti ya leo. Na siku ya game, kwa sababu leo naongea vizuri kabisa. Na hapa mnaona kuna maduka ya nguo, nguo zinanunuliwa za ukweli hapa, sio zile nguo zenu mnanunua Amazon za utani utani, hapa ndo kuna nguo za ukweli. Na hapa wachezaji wengi vile vile vile unaweza ukawakuta kwa kusainia jezi na mambo kama hayo, leo wapo kadhaa ndani, lakini kwa sasa hivi nimewaambia wasinisumbue kwanza, wacha kwanza nimalize hii clip. Na huyu Lama Hanti bana ana historia moja nzuri sana, mnamo miaka ya hamsini wakati wa ubaguzi walikuwa ndo owners wa kwanza kabisa kuweza kuwachukua wachezaji weusi kucheza kwenye huu mchezo kwa hiyo katika historia watu weusi, huyu Lamar Hunt amependwa sana eh. Kwa sasa hivi timu anaioni mwanaye huyu, rest in peace. Lamar Hunt alishatutoka kitambo miaka iliyopita, lakini kwa sasa hivi mwanaye ndio anaichukua hiyo timu. Kuna baadhi ya watu wanataka kulalamika, sasa wewe nephew, unatuonyesha tu kiwanja, watu wanaingilia wapi, au hilo ni ligorofa? Tunikaambia, ah tulieni bana, acheni maneno kwanza. Ukiona kuja, kabla hujaenda sehemu ya kuingilia, kama wewe ni mgeni, kuna ramani yao hapa wanakuwekea. Tiketi yako si ina namba, unakuja kwenye ramani hapa na kama ni mgeni umekuja na gari umeenda kupaki, kuna sehemu anakuonyesha pale kwamba umepaki herufi ipi. Kwa hiyo kama muda wa kuondoka umechanganyikiwa kidogo, una cheki pale, unapata sehemu unayopaki gari. Hakuna mambo ya kubabaishana babaishana, kwa sababu watu wengi hapa walishakuja mara kwa mara, wakitoka tu wameondoka, hakuna kuulizana ulizana, yale mambo ya ya mtaani, oh, kaka sijui nini, huku usilete huku. Na hapo unaonyeshwa tiketi yako. Sasa basi, ukiwa umekuja unakuja hapa mwenyewe, umevaa jezi yako, unashangilia go chiefs, go chiefs, tunaenda mlango wapo ila kutakuwa kuna watu wengi sana, mambo yakawa tofauti. Polisi wanakuaga ni wengi sana hii sehemu vibaya mno. Na nikuambie kitu kimoja watu wengi wanakuwa wamelewa, kwa hiyo hamna mtu anayesikiliza. Kwa hiyo wengine hapa wanaokuja wanakuja kwa biashara zao, na mimi ninachojua kimoja, washabiki wakija kwenye mpira ni washatoka huko, wameshabeti, wameshacheza makamari yao. Kwa hiyo wengine wana hasira zao, wengine wanajiamini. Kwa hiyo kama ukishafika kwenye huu uwanja, nakuambia mimi, washabiki ni wagomvi hao. Wewe njoo ingia ndani, represent zone yetu, waambie bwana. Nani wamekuleta? Ambaye amenileta zone yetu. Wapi? Kansas City Missouri. Katika uwanja gani? tunauita Arrowhead. Ukisema Arrowhead, ukisema wao, nyingi tu. Kwa wale wenye uwezo wao wanaingilia nyuma, ndugu wa karibu wamekuja hapa. Taylor Swift amekuja mara nyingi sana. Kuna kiwanja cha ndege sio mbali Watu wanatua. Kwa mfano wewe una uwezo wako, unatua kiwanja chako cha ndege, unachukua shafu na gari yako ya kimya kimya, unaingia, hamna mtu anayekuona. Tunakuona kwenye TV, oh, celebrity fulani alikuwepo hapa. Wamekuja ma superstar wengi, utaki siju, wewe unawajua wangapi wa Kimarekani, lakini wengi sana wameshafika hapa, wengi wametembea hapa, na mimi nakwambia leo, hivi, kwa sababu hakuna game. Ikiwa kuna game hapa ni balaa. Sasa wewe nisaidie mimi, nephew, na zone yetu. Are we not outside? We are outside ila kuna wengine wanakwambia we outside, no, uko kwenye pario mzee, uko kwenye tuki baraza, umeenda kwenye gas station. Mimi nakwambia tuko outside, ndo hapo sasa. Hapo ma celebrity wote wanagusa, nani anakataa? Unaona neno juu tailgate, ni kupari, ni kula nyama choma nyama, kunywa pombe. Game inapoanza, tailgate imeisha mzee. Na pa kuingilia ndo hapa, kuna kama unavyoona hapa. Hapa kuna miujiza mingi sana imefanyika hapa, narudia tena Zoni yetu ndio inaweza kukuletea mambo kama haya, nikiwa outside ndio nakuwa hivi sasa. Sasa leo bwana zoni yetu tumeamua kutoka nje kukupa ambayo kidogo ya kwa outside, na leo nimeongelea kuhusu Kansas City Royals, wachezaji wa timu ya baseball ambayo ni maarufu sana hapa Marekani, ni professional vile vile, na nikamalizia na timu moja inaitwa Kansas City Chiefs, watoto wa Kansas City, mizuri vile vile. Yani leo nimekuminyia vile vichache vichache, ila kama unataka zaidi wewe niachie kwenye comment. Wala usiko, wala usikasirike. Mimi niko hapa kukupa wewe mambo yote. Lakini kumbuka yote yanaletwa kwenu kwa One Africa Man. Na mimi ni nefi wenu mzee wa zoni yetu. Naomba usubscribe kama moja subscribe na wewe, niombe ni, na mwenzako aje aone mambo ya zoni yetu. Next time sitakwambia naenda wapi lakini nitakuwa outside tena. Na hiyo ya next time sasa nataka niongee inside na outside. Ila mpaka siku nyingine tena, ni mimi nefi wenu bwana. Leo sio wa chini vibwagizo, nawapenda. Tupendane masela, twenzetu. let's go, Kansas City Chiefs! Dishu haiwezi kufa, imechorwa kwenye roho, angani na ardini, ndoto ya nephew. Sasa tunaimba kwa dunia, zone yetu, moyo wa Afrika unapiga kwa nguvu sana, zone yetu.